Bwana Yesu asifiwe! Hongera sana kwa siku ya tatu ya kufunga na kuomba. Hongera sana kwa uamuzi wa kuombea ndoa yako, kuombea familia yako, kuombea watoto wako. Leo ni siku yetu ya tatu, tunaombea watoto wetu. Mm, tunaombea watoto wetu ambao unao na ambao unawatarajia kuwa nao, wote tunawaombea. Maombi ni muhimu, maombi ni ulinzi kwa watoto. Eh, adui anapiga watoto kwa sababu anafahamu kwamba eh, anafahamu wewe aina ya mzazi ambaye una Mungu ndani yake. Maanake ukimlea mtoto utamlea katika njia ambayo ni nzuri, na huyo mtoto atakuwa ni tishio kwa nani? Kwa shetani. Maana yake sasa unatengeneza adui wa shetani, manake adui anachofanya atahakikisha ana uweza, utampa malezi mabovu au eh, au atamuondoa kabisa, kwa sababu anajua unaandaa mtu ambaye ni hatari kwenye ulimwengu wake. Kwa hiyo lazima tuwaombee watoto wetu, lazima tuwaombee, Mungu awalinde wa kwao, ni muhimu na ni lazima kuombea watoto wako. Mm? Kwa sababu watoto usipowaombea basi adui ataingiza vitu vibaya ndani ndani yao. mm? Kwa hiyo tunafahamu ya kwamba watoto ni baraka. ukishaingia mm? kwenye ndoa, ukishafunga ndoa, watoto ni baraka kutoka kwa Mungu ambayo hutubarikia utu, kwa kama ni zawadi ya, ya, ya ndoa. kwa hiyo mm? kwa lazima tuwaombee, unaona. Na hata wale ambao tunawatarajia ko ni lazima na, na muhimu kuwaombea watoto wako, kwa sababu nimesema adui anafahamu ni tishio kwake mm? hapo baadaye. Ni vyema kumwombea kuanzia akiwa kwenye ulimwengu wa roho, mimba inapotungwa mpaka mama anajifungua. Vita ya mtoto ni kali sana, hivyo hatupaswi kufanya mzaa kwenye kuwaombea mm -hmm. kwa hiyo itakuwa na mwongozo wa kuombea watoto wako, lakini sasa hakikisha una, un, utaomba zaidi, wewe ndio unawafahamu watoto wako. Utaomba zaidi zaidi na zaidi kadri Roho Mtakatifu atakavyo ku, kuongoza. Kwa hiyo jambo la kwanza, kataa roho ya mauti kwa watoto wako. Kataa kwa mzigo roho ya mauti kuwafuatilia watoto wako. Ukisoma Zaburi 33 mstari 19, inasema yeye huwaponya nafsi zao na mauti. Zaburi 118:17 nasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Kwa hiyo omba kwa mzigo, katika jina la Yesu kwamba roho ya mauti haita waweza watoto wangu. Jambo langine, kataa roho ya magonjwa kwa watoto wako. Unaona? No. Yesu alipigwa pale msalabani, ili tuweze kufanyika kuwa nini, wazima. Kwa hiyo Alisema, nasema Isaya hamsini na tatu tano asema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichuguliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sifanye sisi tumepona. Kwa hiyo hakikisha unawaombea una, una kwamba hakuna mwanangu kuumwa. Unaona, unakuwa na hiyo imani Yesu alipigwa pale msalabani, aliteswa, alijeruhiwa ili sisi tuwe wazima. Kwa hiyo una uwe, uwe, uwe na utaratibu kuwa wa kuwaombea watoto wako, waombee eh? Sio tu siku hii ya kufunga na kuomba, bali unawashika, unawaombea, wanangu eh? Hakuna uharibifu utakaowapata, hakuna magonjwa yatakaowafuata, hakuna mauti yatakaowafuata, unawaombea. Unapowaombea ni ulinzi kwao, pia na wao wanajifunza. kwa hiyo kwa hiyo unaweza kufanya maombi haya kwa kuwaombea watoto wako moja kwa moja, kwa kuwekea mikono kichwani. Kama unao watoto wako hapo, unaweza ukawaombea, ukawakusanya, ukawaombea na na, kama wako mbali, unaweza ukawaombea hivyo, tuka kuwataja eh. Kama ni watoto wako watarajiwa, unawaombea unawaombea kwa kuwataja mtoto wangapi mtoto wangapi, kama umekwisha kuwapatia majina kabisa, vivyo hivyo unaweza ukawaombea, hamna shida kabisa. Isaya 54:17 nasema hakuna silaha itakayofanyika juu yako, eh, itakayofanyika hakuna silaha itakayofanyika juu yako itakayofanikiwa. watangaza watanga, kwamba hakuna mpango wa adui utakayofanikiwa, kwamba wataandaa silaha lakini hazitafanikiwa kusoma Hesabu 23, 23 nasema kwamba hakuna uchawi juu ya Yakobo wala Israeli, bali watu watasema mapya mambo mazuri ambayo Mungu ameyatenda juu yao. Kwa hiyo mwamini mm, Mungu juu ya watoto wako. Huenda una mtoto ambaye anaumwa, kwa hiyo mwamini Mungu ya kwamba hakuna silaha itakayotengenezwa kwa mtoto wako itakayoweza kumzuru wala kumharibu. Bwana Yesu wasifiwe sana hmm. Zaburi 91:16 nasema kwa siku nyingi nitamshibisha nami nitamwonyesha wokovu wangu. Mungu ameahidi kutushimisha kwa siku nyingi eh. Siku nyingi sana. Kwa hiyo mwambie Mungu watoto wangu watashiba, watashiba umri wa kutosha, hawatakufa mapema eh? hawatani yani, yani wewe mzazi, kataa watoto wako kufa yani eh? mwambie Mungu wanangu watashiba siku za kutosha, ndipo wataondoka hapa duniani. Hawataondoka wakiwa wadogo, hawataondoka wakiwa hawajatimiza makusudi yao. Kwa hiyo ombea watoto wako, ombea, muombe Mungu wewe kama mzazi Mungu akusaidie akupe akupe nguvu na uwezo wa kuwalea watoto vizuri. Muda mwingine Mungu anaweza kupatia mtoto lakini malezi yako yakamwharibu. Kwa hiyo Mungu amekuamini, amekupatia mtoto, basi embu mwambie Mungu, nisaidie niwe na malezi mazuri kwa watoto wangu, malezi ya kuwafundisha katika misingi ya Kimungu. E, Mungu akusaidie. wa usiwa expose watoto kwenye mambo ambayo wewe mwenyewe utamani, yani usinge tamani, yani ambayo sio mazuri kabisa. Kwa hiyo hakikisha unawalea katika malezi mazuri. Mwambie Mungu, nisaidie niweze kuwa baba mzuri niweze kuwa mama mzuri katika malezi. Waombea watoto wako katika masomo yao, hmm? Wa, tayari umeshawaombea afya zao ni njema. Kata magonjwa, kata mauti. Nini kingine kinaendelea? Lazima waombee akili zao. Waombea watoto wako wasio, watoto ambao watakuwa hawana akili wanapoingia darasani kwenye masomo yao, bali Mungu, waombea IQ zao ziweze kuwa juu, watoto wako waweze kufanya, kufanya vizuri, performance zao ziweze kuwa juu. E, yani wasing'ang'ane kwa habari ya masomo, popote watakapopita kwenye habari ya kusoma, wao wawe ni vichwa tu. Biblia imesema tutakuwa vichwa ukisoma Kumbukumbu la Torati ishirini na nane kumi na tatu utakuwa kichwa wala sio mkia. Mwambie Mungu, watoto wangu watakuwa vichwa na sio mikia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unawaombea na kuwatamkia eh? Unawaombea wakumbatie mwanangu. U, kama wamefikia umri wa kwenda shuleni unawaombea asubuhi, nendeni mkawe vichwa na sio mikia. Na usiwatamkie na maneno mabaya, usiwaite mbwa, usiwaite mpumbavu, usiwa ite nyie hamjui kitu, usiwaite maneno mabaya. Watamkie maneno mazuri, wafundishe kwa upole na kwa upendo. Kwa wambie Mungu, watoto wangu kafanikiwe mm? mimi nafikiri we kama mzazi hupendi kuona mwanao ana feli, mwanao afanikiwi, kila anachokijaribu kina feli. Ni maumivu sana kwa mzazi, hivyo muombee mwanao aweze kuwa na Uf, u, aweze kuwa na, na, na ufaulu mzuri kwenye kila eneo la maisha yake. Inawezekana, muombee aweze kuwa besti, akiingia shuleni awe ni best student. Waombee eh? Lakini jambo lingine eh, waombee watoto wako eh, wapandikize yani waombe watoto wako wamshike Mungu, neema ya wokovu iweze kuwa juu yao, wamshike Mungu na wampende Mungu. Waombee wamjue Mungu eh? Sio kwa sababu dunia sasa, sasahivi eh, kwa mtoto wa kiume na mtoto wa kike ukishindwa kupandikiza kitu cha kimungu kwa mtoto wako, basi adui atapandikiza kitu kibaya kwa mtoto wako. Kwa hiyo waombee watoto wako waweze kumpenda Mungu. Mwambie Mungu, sijamzalia shetani watoto. Mwambie Mungu, sijamzalia shetani watoto. Mwambie Mungu, watoto hawa ni watoto wako, watakutumikia wewe, watakupenda wewe. Ni bora watoto wako wamtumikie Mungu kuliko kumtumikia shetani kwao, watamkie Waambie watoto wangu, nyie mtamtumikia Mungu. Mwambie mwambie Mungu sijamzalia shetani watoto wangu, hakuna mtoto wangu atakayetumikishwa na shetani. Waombee unapowaombea maneno haya, maneno haya yatawafuata hata watakapokuwa wakubwa. Kila wakijaribu kwenda hivi wanashangaa wanarudi kwenye njia ya Mungu. Eh, sio kwa sababu gani, bali ni kwa sababu ya maombi ya wazazi wao walioweka watoto wao wakfu kwa Mungu kwamba watoto hawa watamtumikia Mungu. Mtoto anashangaa, anakuwa mkubwa, akijaribu kujiingiza kwenye maisha ya dhambi, anashangaa, roho inakataa, hofu ya Mungu inamtawala ya inamrejesha kwa Mungu kwa sababu ya maombi ya wazazi wake. Kwa hiyo mwambie Mungu sijamzalia shetani watoto, na huenda kuna watoto wako ambao wengine tayari wa wameshaharibikiwa tabia zao. Ebu mwambie Mungu, watoto hawa nilikuzalia wewe, sio shetani. Unapomwambia Mungu hivyo, mungu tawabadilisha tu, wataanza kumtumikia yeye. Kwa hiyo usiwakatie tamaa, waombee mema, waombee mema, mambo yote mazuri ambayo uwatamani kuona yakifanikiwa waombee eh? Kataa roho ya ushoga roho ya usagaji. Kama ni wakiume mwambie, mtoto wangu wewe, hauta hautajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Mwanangu wa kike, hautajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Utakuwa kama ni mwanaume, unawambia utaoa na utapata mwanamke mzuri. Kama ni wakike, unawambia utaolewa na utapata mwanaume mzuri. Aombea vitu hivi mapema, kwa sababu adui anavipandikiza kuanzia wakiwa na umri mdogo. Kwa hiyo waombee mabaya yote kwa watoto wako, waombee mazuri yote. Yani, yale mabaya yote yakatae, naomba mazuri yawafuate watoto wako, hmm? na huenda wewe unanisikiliza, una changamoto ya kupata mtoto eh? Nikwambie kwamba mwamini Mungu kwamba mwaka huu unakwenda kupakata mtoto. Sauti za shangwe na vigelegele vinakwenda kusikika kwako, haijalishi umeambiwa nini au vipimo vyako vya daktari vinasemaje, ila Mungu yeye siku zote hutenda zaidi pale akili zetu zinapofika mwisho. Usikate tamaa kwenye ndoa yako na kuona kwamba haiwezekani tena kupata mtoto, bali mwamini Mungu kwamba mwaka huu ninakwenda kupakata mtoto. Imani yako ndiyo ushindi wako katika hili. Ukisoma Luka moja 25 tunamwona uh, tuna, tunamwona ndugu mmoja Elizabeth na Zakaria Luka 1:25, anasema hivi: ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Hey, kuna siku utasema maneno haya, hivi ndivyo alivyonitendea Mungu ili kuniondolea aibu mbele za watu. Hayo ni maneno ya Elizabeth, mke wa Zakaria, baada ya muda mrefu kuto kupata mtoto. Na hapo anasema akimshukuru Mungu baada ya kupata ujauzito licha ya kuwa Zakaria na Elizabeti hawakupata mtoto kwa muda mrefu, ila Mungu aliwatendea wakapakata mtoto wao. Hivyo usirudi nyuma, basi endelea kumtazama Mungu siku zote, maana hakuna lisilowezekana wake Luka 1:37 anasema, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa Mungu yanawezekana yote. Hata hilo lako linawezekana, hilo hilo ambalo unapata hofu na kuona kwamba haitawezekana, ila nikuambie tu kwamba inawezekana. Mungu anasema na maisha yako kwamba usiogope, hilo jambo linawezekana. Huenda sio mtoto huenda ni changamoto fulani kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako, hilo jambo litawezekana. Mungu atakupigania, Mungu atakuwezesha. Naomba nikuombea. Mungu asante kwa saa hii njema na muda mzuri, ninamwombea huyu ndugu ambaye ananisikiliza juu ya habari ya watoto wake. Mungu wa mengoni, mtangulie na umpiganie na umwezeshe. Zaidi ya yote Mungu ninamwombea, Mungu aweze kuwa na malezi mazuri yeye kama baba, yeye kama mama, kwa watoto wake aweze kuwalea katika njia ambayo ikupasayo vyema katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni namwombea Mungu mpe kuwa na malezi mazuri katika jina la Yesu. Aweze kuwa ni baba mzuri, aweze kuwa ni mama mzuri katika jina la Yesu. Ninawaombea Mungu wa mbinguni, Mungu mtangulie juu ya watoto wake. Mungu na kataa kila roho roho za mauti kwa watoto wake, hawatakufa nakataa kwa jina la Yesu. Watoto wake hawatakufa. Mungu utamlinda, Mungu utamwepusha na kila uharibifu. Nawaombea watoto wake, wape afya njema, wape afya njema. Nakataa mauti juu yao, nakataa mauti juu yao, kwa majina yao, kwa idadi yao, kama ni wanne, kama ni watano, kama wako sita, kama wako saba, ninawaombea kwa idadi ya majina yao, katika jina la Yesu Mungu wa mbinguni wape afya njema wape afya njema wape afya njema wape afya njema katika jina la Yesu. Na kataro ya magonjwa kwa watoto wa huyu mtu anayenisikiliza kwa jina la Yesu, magonjwa hayana nafasi, magonjwa hayana nafasi, magonjwa hayana nafasi kwa jina la Yesu. Enyi magonjwa ondokeni kwa huyo mtoto, enyi magonjwa ondokeni kwa huyo mtoto katika jina la Yesu, inawaombea afya njema Mungu wape afya njema Mungu wa mbinguni walinde, wa wanapoenda kuanza masomo yao, wafanye kuwa vichwa na sio mkia. Ninakataa ma maisha ya kufeli watoto hawa, ambao ni wazazi wao hawa hawawanawaombea, hawatafeli kwa jina la Yesu, watakuwa vichwa, watakuwa ni vinara siku zote katika jina la Yesu, watakuwa ni vinara, watafaulu, watafanya vizuri katika jina la Yesu sawasawa na Kumbukumbu la Torati 28:13 watakuwa vichwa wala sio mikia katika china la Yesu. Mungu watangulie, Mungu wapiganie, Mungu wawezeshe katika china la Yesu. Nawaombea Mungu tabia njema ziwafuate, na kataa roho ya kufuata roho ya kupenda mapenzi ya jinsia moja kwa china la Yesu. Roho ya ushoga usagaji na kataa kwa china la Yesu, hazitawafuata watoto hawa. Mungu utawatangulia, Mungu utawapigania watoto hawa, na ambao nawaombea wazazi wao hawatakuwa watoto ambao ambao watamtumikia shetani. Huyu baba huyu mama hajamzalia shetani watoto, bali ni zao lako Mungu, katika jina la Yesu inawaombea Mungu wa mengoni, uwasaidie wakutumikie wewe Mungu siku zote za maisha yao, katika jina la Yesu inawaombea Mungu wa mengoni. Kuna mtu anisikiliza ana changamoto ya mtoto, Mungu mtangulie, mwaka huu usiishe, aweze kupakata mtoto, katika jina la Yesu hiyo neema naiachilia kwake, katika jina Yesu. Mungu asante kwa muda mzuri na kushukuru. Amen. Huenda umenisikiliza mpaka mwisho. Basi komenti hapo kwenye hapo kwenye YouTube andika Mungu bariki watoto wangu, Amen.